Kitabu cha Ayubu sura ya 22 sasa kinaanza mzunguko wa tatu na wa mwisho wa hotuba kutoka kwa washauri watatu wa Ayubu. Wakati huu ni Elifazi na Bildadi pekee watakaosema, na hapa katika sura ya 22 tunakaribia kusikiliza eh, Elifazi akitoa shutuma nyingine kwa ayubu. Elifazi bado ana hasira kwa njia, na sasa amekasirika kwa sababu hekima yake inayodhaniwa kuwa kubwa imepozwa na Ayubu. Huenda umewahi kusikia kuhusu mahubiri maarufu yenye kichwa wenye dhambi mikononi mwa Mungu mwenye hasira. Sasa hapa una mtakatifu mikononi mwa mshauri mwenye hasira. Sasa labda uko katika hali hiyo hiyo leo, kazi hiyo iko matendo yako, labda yamefasiriwa vibaya nia zako zimeulizwa, labda unalaumiwa, na kwa kweli si kosa lako. Basi ikiwa ni hivyo, sura hii ni hasa kwa ajili yako. Kwa kweli sura hii ni kwa kila muumini, kwa uwazi, ambaye anatoa ushauri wa aina yoyote kwa mtu mwingine. Tusijifanye kuwa Elifazi. Elifazi anakuwa mfano kwetu wa jinsi ya kufanya yote vibaya. Hivi ndivyo usivyopaswa kutoa ushauri kwa mtu mwingine, na ninataka kuonyesha makosa manne ya ushauri wa Elifazi. Kosa la kwanza analofanya ni kumlaumu Ayubu bila kuelewa muktadha. Anasema hapa katika mstari wa 2 wa sura ya 22: je, mwanadamu anaweza kuwa na faida kwa Mungu? Je, ni furaha yoyote kwa Mwenyezi ikiwa uko sahihi au ni faida kwake ikiwa unafanya njia zako kuwa bila lawama. Kwa maneno mengine anasema, Ayubu, unafikiri unamnufaisha Mungu kwa njia yoyote? Unadhani Mungu anajali hata kidogo madai yako ya kuwa mcha Mungu na maanisha? Kwa nini usiangalie tu kuzunguka? Uko wapi ushahidi kwamba unamjali Mungu hata kidogo? Je, unaweza kufikiria aina hii ya ushauri wa kulaumu usiojali unaotolewa kwa mtu anayeteseka? kweli. Ukweli ni kwamba Ayubu yuko chini ya uangalizi wa Mungu wakati anapimwa. Nikuambie, ulimwengu wa malaika ingawa hauonekani unainama juu ya balkoni, kwa kusema hivyo, ukiangalia pambano hili kuu likitokea. Elifazi ndiye ambaye hajali kuhusu Ayubu. Mungu anajali. Elifazi kwa njia anajali tu kuhusu kuwa sahihi. Kosa la pili ambalo Elifazi anafanya katika ushauri wake kwa Ayubu ni kwamba ushauri wake unategemea mwonekano wa nje. Anauliza, Ayubu, hapa katika mstari wa tano, je, uovu wako si mwingi? Sasa anaangalia tu muonekano wa nje wa Ayubu na anahitimisha kwamba anateseka sana kwa sababu ametenda dhambi. Prawindi tena. Wewe na mimi tunajua kutoka sura ya moja kwamba Ayubu anateseka. Sio kwa sababu ana matatizo na Mungu, bali kwa sababu anaweza kuaminiwa na Mungu kubaki mwaminifu ingawa Shetani anamshambulia. Sasa kosa la tatu la Elifazi ni kwamba anabuni dhambi ambazo zinahalalisha adhabu ya Ayubu. Na hapa ndipo Elifazi, unajua anajitosa kwenye hatari. Kama Ayubu anaadhibiwa kwa dhambi, basi ziko wapi? Elifazi ajui basi, ataibuni baadhi. Hapa katika mstari wa sita anamshtaki Ayubu kwa kutumia maskini vibaya. Anadai umechukua rehani za ndugu zako bure na kuwavua nguo walio uchi. Hapana, hajafanya hivyo, hakuna wakati kazi imefanya hivyo. Anamshtaki Ayubu, anabuni hapa kwamba amewapuza wahitaji, mstari wa saba. Hajafanya hivyo anamshtaki kwa kuwadhulumu wajane na yatima mstari wa tisa, na hiyo si kweli pia. Hata anaweka maneno kinywani mwa ayubu hapa katika mstari wa kumi na tatu, lakini unasema, mungu anajua nini? Haoni? Ayubu hakusema hivyo. Ayubu anaamini Mungu anamwona na anataka kujua kwa nini Mungu anamwona na hafanyi chochote kuhusu hilo. Sasa una kosa la nne hapa ambalo Elifazi anafanya katika ushauri wake mbaya, na hilo ni anamwakilisha Mungu vibaya kwa kutoa ahadi ya kijujuu. Elifazi anamwahidi Ayubu hapa kwamba ikiwa Ayubu atakiri dhambi zake, Mungu ataondoa kila tatizo kutoka kwa maisha ya Ayubu. Anasema hapa katika mstari wa 28, utaamua juu ya jambo na mwanga utaangaza njia zako. Hiyo ndiyo suluhisho lake: kiri, Ayubu na maisha yako yatakuwa yamejaa mwangaza na maua. Kwa kweli, washauri wengi, wahubiri wanadai vivyo hivyo leo. Wanamtambulisha Kristo kama tiba ya haraka kwa kila tatizo. Wapendwa, hiyo ni injili ya uongo. Biblia kwa kweli inaahidi kwamba mtu mcha Mungu atakutana na mateso na na hata mateso, mbili Timotheo, sura ya tatu na mstari wa kumi na mbili. Kuwa Mkristo na labda umeelewa sasa haikufanya maisha yako kuwa rahisi, iliyafanya maisha yako kuwa magumu zaidi. Ayubu anajibu sasa hapa katika sura ya 23, anajua anateseka; anajua Mungu yuko nyuma ya yote haya. Anasema hapa katika mstari wa tatu, laiti ningejua mahali ambapo naweza kumpata, ningeweka kesi yangu mbele yake na kujaza kinywa changu na hoja. Unaona, anaamini Mungu anamwona, lakini Mungu si wa haki, hawezi tu kupata kesi ya haki. Anasema katika mstari wa saba, ikiwa Mungu atajitokeza tu, nitahukumiwa kuwa huru milele, uthibitisho kuwa sina hatia. Kisha Ayubu anaendelea kutoa tamko hili la kushangaza la imani. Tena hapa kuna lingine katika mstari wa kumi anapokuwa amenijaribu nitatoka kama dhahabu. Ayubu anaamini na maanisha hadi chini kabisa ya moyo wake kwamba Mungu ana sababu ya mateso yake, kwamba Mungu anamtakasa kama dhahabu iliyosafishwa kwa madhumuni ya Mungu mwenyewe. Hajui madhumuni hayo ni nini, lakini kwa kushangaza hapa Ayubu anaamini mkono wa Mungu. Inanikumbusha wimbo huo mzuri wa imani How Firm a Foundation ulioandikwa na John Rippon. Maneno ya wimbo yanaenda wakati unapitia majaribu ya moto njia yako itakapokuwa, neema yangu Mungu anasema, itatosha kabisa kuwa msaada wako, moto hautakuumiza ninakusudia tu kuyeyusha uchafu wako na dhahabu yako kusafisha. Sasa hapa katika sura ya ishirini na nne Ayubu anataja baadhi ya dhambi zinazomzunguka, dhambi kama tamaa na wizi, mstari wa mbili; ukandamizaji, mstari wa tatu; mauaji na uzinzi, mistari ya kumi na nne na kumi na tano na zaidi. Unaona, hii ni jibu la busara wa Elifazi. Kwa njia Ayubu anamaanisha kwamba kama Mungu angekuwa anawaadhibu watu kila mara kwa sababu ya dhambi zao, basi kwa nini wenye dhambi hawa wote hawajaadhibiwa? Ninaweza kufikiria unajua kwamba hoja hiyo bora ilimfanya Elifazi kuwa na hasira zaidi kuliko hapo awali. Kwa kweli, Elifazi anafanya kazi kwa niaba ya Shetani, si Mungu. Tunaambiwa kwamba Shetani ni mshtaki wa ndugu anataka muumini aishi chini ya wingu la hatia na hisia ya kutoridhika kutoka kwa Mungu. Je, ushauri unaotoka kwa Shetani unavyotofautiana na aina ya ushauri unaotoka kwa Mungu Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu anatuhukumu kwa dhambi maalum na tunapokiri, haileti tena shetani. Kwa upande mwingine, kila mara huturushia dhambi zetu usoni. Anapenda kutukumbusha dhambi ambazo tayari zimekiriwa na kusamehewa na hazihitaji tena umakini wetu. Unajua, nimesikia ikisemwa kwamba shetani ni kama fundi wa magari asiye mwaminifu. Hata kama hawezi kupata kitu kinachohitaji kurekebishwa, atatuambia kwamba alikifanya, na matokeo yake tunajikuta tukilipa kwa ajili ya kurekebisha vitu ambavyo havikuharibika kamwe. Sasa ukweli ni kwamba, wapendwa, sote tunaweza kucheza nafasi ya Elifazi. Kama wenzi wa ndoa, tunaweza kukataa kusamehe. Kama wazazi, tunaweza kila mara kuwakumbusha watoto wetu makosa yao. Kama walimu na wenzetu, washirika wa biashara, wanafunzi wenzetu, tunaweza kuzuia maneno ya kupongeza na shukrani na pongezi. Kama Elifazi, tunaweza kuwa na hasira wakati watu hawakubali ushauri wetu. Unajua, wakati tunapenda zaidi kuwa sahihi kuliko kuleta matumaini. Elifazi hapa, huyu mshauri mwenye hasira, haileti matumaini yoyote kwa moyo wa Ayubu, ambayo ni huzuni kweli kwa njia, kwa sababu hadi leo hii muumini ambaye yuko karibu kupoteza moyo mara nyingi anaamini kwamba Mungu amemsahau, lakini Mungu hajamsahau. Ayubu anasema hapa katika mstari wa 23 katika wakati huu wa chini kabisa katika maisha yake kwamba macho ya Mungu yako juu ya njia za watu wake. Anajua walipo, anajua wanachopitia. Wimbo huo mzuri ulioandikwa na John Rippen uliandika zaidi maneno haya mazuri, ambapo Mungu anasema, usiogope niko pamoja nawe, eh, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, na bado nitakupa msaada, nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakufanya eh, usimame ukiungwa mkono na mkono wangu wa neema wenye nguvu zote. Wapendwa, hata wakati uko gizani